Habari yako? Mzuri sana, uko poa? Yes. Eh, mko na nini yenye mtu anaweza kula leo? Ah, mko na nini yenye mtu anaweza kula leo? Kila kitu iko, iko. Yes. Ah basi unilete ugali na na na nyama. Ah, unilete ugali na nyama. Nyama imeisha. Ugali iko na tuko na matumbo, tuko na omena. Wachana hiyo, na chai iko. Chai iko. Basi ni chai, saidie no. Chai na chapo. Chai na chapo ngapi? Chapo mbili. Brown na white. Mko na brown na white? Yes. Unisaidie na white. White imeisha. Okay, unisaidie na hiyo brown. Brown imebaki ni ya mdosi. Basi unisaidie ugali na matumbo. Ah? Basi unisaidie na ugali na matumbo kama iko. Ugali well na matumbo. Mm. Sani moja. Kwani si mimi ni mtu mmoja? Kwani unataka kunileta kaka iko baridi? Okay, unichemshie matumbo sani moja na ugali. Sema, eh. Basi nini iko hapa? Tuko na maragwe. Maragwe na? Basi na chapati. Okay, uniletea. So ulisema chapati sije iko iko iko. Okay, uniletea hiyo maragwe na hiyo chapati brown basi. Chapati ngapi? Si. Sasa? Ha? Mambo. Poa poa. Ah, wewe ndio waiter hapa? Ha? Eh. Wewe ndio waiter. Eh, mimi ndio waiter. Oh, so nini na nini iko yenye naweza kula? Unataka kukula? Eh. So unataka nini? Nauliza ni food gani iko? Oh, chakula. E, kwani umesikia nikisema nini? E, tuko na maragwe. mm -hmm. Tuko na nyama aha, na ugali. Maragwe, nyama na ugali, yes. Hakuna chapo ha? Kuna chapo white ama brown. Brown. Mbaki moja. Mbaki moja na nini naitwa Jematumbo. Atupikangi hapa e. Hii um, ni hoteli gani ya mpikangi matumbo five star. Basi nikee chapo na maragwe. Maragwe ni ya nazi? Ah? Yawa we. Maragwe ni ya nazi. Eh. Yeah. Okay, sawa. Ni safi basi hiyo chapo moja, chapo ni how much? Ni 44. Inatosha naje. Ile inatosha? Eh. Unless nitakuletea upili. Hebu niletee hiyo. Ni safi basi hiyo chapo na hiyo maragwe ya nazi. Maragwe ni hicho. Si umeniambia maragwe iko? Nilikuwa nafikiria iko ni katika Na hata ujaenda ku confirm najua aje imeisha. Kwani wewe pia unapika hapo? Eh, wewe? Suko na kiburi. Sii bo. Na kazi yako tu ni eh eh so. Kai ini nyama unapika? Wewe wewe ini nyama unapika? Hapana. Sina si mawa Hey, Exo. Sema tu hutaki kunipatia chakula. Sitaki kukupatia chakula. Kai. Exo ananinyima food. Sikuja kunyima, sema ndo kusema. Hey, acha uchoyo. Hiyo chakula yote tapeleka kwa choo. Wewe huwezi kuwa ukinusa harufu ya nyama inapotoka mpaka kwa nyuma. Ah. Kwani unadhani ni wewe tu peke yako ndo unajua kupika nyama? Nimekula kielele mbaya. Lakini usiache, ukate kama moja basi. Apropo dogi. Sasa? Poa poa. Ah, kwani wewe bado ndio uko kwa hiyo hoteli? Ah, Kwani wewe bado ndio uko kwa hiyo hoteli? Eh, mimi ndio niko. Hawajakufukuza? Kwa nini? Nilikureport last time. Ulikuja kukula ama kwa report? Hao watu wana miss customers. Leo mko na? Eh, uh, umekuja interview ama umekuja kukula? Uko na nini ya kukula? Oh, leo tuko na tuko na maragwe. Mm. Tuko na mboga. Mm. Tuko na nyama. Ah, wapi menu niangalie? Mimi ndio menu. Wewe ndio menu waje. Kwani wewe ndio chakula hapa? Ah, mimi ndio nasema kitu. Okay, mko na nini? Ah? Ulikuwa unasema mko na? Tuko na mboga. Mm. Ah, tuko na nyama. Mm. Tuko na samaki. Nyama ya? Ah? Nyama ya? Ng'ombe, mbuzi, nguruwe na ya nini? Sungura. Okay, uniletee hiyo ya mbuzi. Ah? Uniletee hiyo ya mbuzi. Ya mbuzi kiasi gani? Uniletee nusu. Choma. Hatuna choma, tuko na boy. Si umesema mko na nyama ya mbuzi? Yes, ndio na. Okay, leta ng'ombe. Ng'ombe gani? Wo boil ama wet fry ama choma? Wet fry, wet fry. Wet fry ni isha. Sasa imebaki nini? Kuna nini hapa ya kukula? Okay, nipe boy, nipe boy. Gani mbuzi ama nyama ya ng'ombe? Na nini? Na rice. Kijana. Yes. Habari yako? Aliko, niko salama. Oh, nilikuwa natafuta nyumba. Nilikuwa natafuta kama mko na vacant nyumba. Oh, nyumba vacant. Eh, nyumba vacant. Iko? Sionge tu polepole, mheshimiwa. Okay, okay, nimesema polepole sasa. Eh, unataka nyumba kesi gani? Mm, two bedroom iko. Ah? Two bedroom. Two bedroom. Eh. Eh, tuko na two bedroom, kuna three bedroom. Okay. Kuna four bedroom. Okay. Kuna one bedroom na bed sitter. Okay, so two bedroom ni pesa ngapi? Ah? Hauna masikio, nitapiga wewe kofi. Hauna masikio. Two bedroom ni pesa ngapi? Unataka kuishi kwa masikio ama unataka masiki, unataka nyumba? Sina kuuliza nyumba ni pesa ngapi? Yawa. Two bedroom. Eh. Two bedroom ni ni ni 25,000? 25,000? Yes. Na iko na maji? Ah? Iko na maji? Eh, maji iko. Maji ume na kijana masikio yako ifanye. Inafanya. Ah, sasa kwa three bedroom ni pesa ngapi? Three, uh, all in suit ama? <laughs> Exo mambo. Niko poa sana. Uko aje? Niko niko sambamba. By the way nikuulize, eh, jana uliona kitu ilifanyikia rais? Ah? Uliona kitu ilifanyikia rais? Rais wa wapi? Si wa Kenya. Asikokuona. Ukoona? Hapana. Ukoona akitandikwa na gambut. Eti amepigwa na gambut. Eh. Hey. Rais. Eh, hey, kwani wa Uchingi News? Kwani ilifanyika saa ngapi? Haiya. Si hapo masaa sijui ni jioni ama ni saa ngapi. Price. Kwa neks au na nyuma aje? Ni, ni nani alimpika na gambutu? Ah, anyway hiyo isha kupita shauri yako. But then nilikuwa nataka favor. Ah? Eh. Nilikuwa nataka eh, favor from you. Mimi sina mishana naitwa favor. Eh, Mungu wangu. So, sio sai sasa unielewi? Azzi nimekuja kwako unisaidie na kitu. Na Azzi unataka msaada? Eh. Gani? Unajua kuna chama kesho eh, na ilikuwa raundi yangu ya kutoa hiyo do. uh-huh. na sasa sina hiyo do sijapata. Alright. so nilikuwa naomba kama unaweza, unaeza nisaidia na thao mbili. nilikuwa naomba unaweza nisaidia na thao mbili ah? Eh. we nilikuwa naomba unaweza nisaidia na thao mbili, nilipane kwa chama. sikusikia azini, unasema mm? umeingia chama lini? chama na kuanga so, oh, kesho eh, inakuanga siku yangu ya kutoa do na sina. oh chama, mko wangapi? tuko watu ten Oh, nini? Sasa, Nataka nionge na wewe kidogo, kusema nini nini, plan nyingine? Tulikuwa na plan au kosangi plans? Tulikuwa nayo plan ya kulipa nyumba pekee ndio unaanga, lakini hizo zingine nazo unakwanga na plans. Plans za responsibility hakuna kwa hivyo sasa unajaribu kumaanisha umestand like, on my shoulder nini? Shoulder 600,000 ya nini hiyo yeah? Si ni pesa hata wewe mwenyewe nikikupatia utachizi. Hmm. Kwa hivyo sasa siku hizi kumanage msanii unataka pesa. It needs finance babe, trust me. Aje how? As in I have to package the artist, mm-hmm, uh, very well so I need cash. Mm-hmm. Mm-hmm. Yes, so nilikuwa nasema kama unaweza ni support. Mm-hmm. Because Bibilia inasema woman must support his man's dream. Mm-hmm. So ndo maana naomba hiyo 600,000. Oh, okay. Kwa hivyo sasa mimi ndio ni finance hiyo nini yako? Naenda ya nipatie huyo msanii mimi unyaenda manage umesikia ha? Nipatie jina huyo msanii, mi mwenyewe ndio nitammanage. Hakuna pesa nakupatia ehe, nipatie